Tuhitimishe pia upande wa kimataifa, serikali ya mpito ya kijeshi nchini Guinea-Bissau imepitisha katiba ya mpito yenye kifungu cha kizuizi kwa viongozi kadhaa wa sasa, ikiwemo rais wa muda na waziri mkuu wa mpito, kushiriki katika uchaguzi ujao. Hatua hii inajitokeza baada ya kipindi kigumu kilichoashiria machafuko ya kisiasa na mzunguko wa umwagaji damu ambapo mtafaruku umeathiri usalama wa wananchi na misingi ya kidemokrasia. Vizuizi hivyo vinatarajiwa kuweka misingi imara ya uchaguzi mpya, huku kuhakikisha kuwa viongozi wanaoshiriki wanazingatia sheria na uajibikaji wa kisiasa. Wadau wa ndani na wa kimataifa wanasema hatua hiyo ni ya kuhakikisha mpango wa kisiasa unaendeshwa kwa amani na utulivu huku wakieleza umuhimu wa serikali ya mpito kuunda mazingira salama kwa mchakato wa kidemokrasia. Serikali imesisitiza kuwa mchakato huu unalenga kulinda usalama wa wananchi, kuimarisha amani, kuhakikisha kwamba kila kiongozi anashiriki kwa misingi ya kisheria ili Guinea-Bissau iendelee kuwa na mfumo thabiti wa kidemokrasia na utawala bora.